Hali gani, ndugu mtazamaji. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Langu jina ni Dessdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa 20 kwa saa katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote yanayopatikana ukanda wa pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi. Kwa upande wa maeneo yanayopatikana ukanda wa pwani ya kusini ya bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa, na hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini. Na usiku wa leo ndugu mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanozunguka ukanda wazi wa Ziwa Victoria pamoja na yale yanayopatikana magharibi mwa nchi yetu inatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, halikadhalika na maeneo yanayopatikana katika ukanda wa pwani ya kaskazini ya Bahari ya Hindi isipokuwa mkoa wa Morogoro, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya mikoa ya Dodoma, Singida, Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ya ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua inaomba sana ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada, hadi wakati mwingine ni kutakie usiku mwema.